Dkt. Samia Suluhu Hassan ameahidi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya siku mia moja zake zile za, za mwanzo siku mia moja miezi tatu na mambo sasa, mle atatoa bima ya afya kwa wote. Bima ya afya kwa nani? Kwa wote. Kwa hiyo kutakuwa na bima ya afya kwa wote nchi nzima, huo ndio maana ya utu ubohuwo muno mtu anayefikiria maisha yenu. Kwa hiyo tutaanza na wakina mama wajawazito watoto na wazee, baadaye tutaenda kwa wote mkuni kwa gao yeah. Bima ya afya simnaifahamu manake mnaifahamu yeah. manake yeah. Kwao Dokta Samia ameahidi nchi nzima tutakuwa na bima ya afya kwa wote. Hapo vipi? Yeah. mnaweza mkapiga makofi yeah. Kama jambo la pili, la pili ambayo Dokta Samia ameahidi atatoa ndani ya siku mia moja atatoa bilioni mia mbili bilioni ngapi? Kwa ajili ya wajasiriamali vijana, wakina mama, wakina baba, wakina mama, vikundi, vijana, kuna bodaboda au uwe na mradi wa kilimo, uwe na mradi wa ufugaji, mradi. Kila ninachotaka kuhakikishia ndugu zangu wana Ihusi mimi, kutokana na uzoefu wangu kufanya kazi ndani ya serikali hiyo bilioni mia moja ambayo itatolewa na kwa job, mtaleta huku kijijini. Nyinyi kazi yenu mjiandae kwa ajili ya miradi, kwa sababu naweza kuzipata pesa kama hatuna mahala pa kuweka manaka hatuwezi kufaidika nazo, si ndivyo? Yeah. kwa hiyo ni kwamba nataka kuambia hiyo ni ahadi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini lingine Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo ameliahidi, najua zanati zetu zile ambazo mnataka tubadilishe kuwa kituo cha afya si ndivyo? hazina wafanyakazi si ndivyo? hazina wafanyakazi. Ndani ya siku mia moja Dr Samia ataajiri wafanyakazi elfu tano ambao watakuwa upande wa afya na elimu, lakini na huduma za jamii kwa ujumla. Mnasikia hapo? Kwa maana yake mimi kazi yangu na mwenzangu huyu Busalu ni kuhakikisha kwamba tunajua mahitaji ya kata yetu, kwamba tunahitaji wafanyakazi wafanya, wafanya wangapi wa afya, tunahitaji madaktari wangapi Wangapi? Unasikia hapo hiya, hiya. Lingine ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameliahidi, najua kuna shida moja ambayo ni kwamba unachukua mgonjwa mpendo wako anaenda hospitalini, bahati mbaya anapoteza maisha, lakini maiti merwa, mpaka ulipe na unua hilo, na lenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi litaisha. Mpenda wetu akitutoka tutaruhusiwa kumchukua kwenda kumstiri kwa heshima, na sio kukataliwa kwa kama deni, kwa ulipe deni ndio tutakupa mwili. Hapo vipi bana? <coughs> Ihosi, hiyo ndiyo maana ya utu, hiyo ndiyo maana ya ba muntu, etemaasinu aba muntu. Unafikiria kuhusu watu, unafikiria kuhusu wananchi wa kawaida. Ba Ihosi anafikiria maisha yao. Hiyo ndio maana ya nchi yetu kuwa na usawa. Tunapendana, ndiyo maana tuna amani. Tuna watoto hapa wamekuja hapa, nchi yetu ina amani kwa sababu viongozi wetu wanafikiria utu. ngoni gwaga